Naona eh, eh. mm. Na magoma magoma back to back uh, kutoka pia kwenye deluxe album yake. Kwa hiyo nikaona uh, niendelee na process nyingine, kwa sababu na magoma mengi ndani. Soon naachia wimbo mwingine ambao naamini pia um, wapenzi wa muziki wataufurahia. Yeah. Mapenzi sia kwenye singeli ukapiga singeli mbili tatu, ukafanya vizuri. Tutegemee siku moja Vanillah kuachia hata ngoma tatu ambazo ni za singeli ya nyimbo nyingi sana za singeli. Na package ya nyimbo nyingi sana za singeli ambazo nimefanya zingine ni international collab. Kuna wasanii ambao sizani kama um, watu wanaweza wakawawaza kwamba wanaweza wakaimba, um, singeli na wakakubali kuimba singeli. Kwa hiyo um, mimi niseme tu, nisiongee sana, niuache muda uendelee kufanya kazi, na mashabiki zangu kadri wanavyoendelea kusapoti mziki wangu, nitawaonyesha ni kwa namna gani ambavyo hawajakosea kunisapoti au kusapoti mziki wa Vanillah.